Mtakumbuka kutokea kwa kifo cha ja binti yetu mpendwa Akwilina. Kifo hiki kimetusikitisha wote. Somo gani tunajifunza kutokana na tukio hili? Kwa sababu kulaumiana tu hakutoshi, tunapaswa tukumbuke kwamba tukio hili lilianza baada ya watu kufanya maandamano kinyume cha sheria, na wakapambana na polisi ambao walikuwa wanahakikisha kwamba sheria inafuatwa. Katika tafrani ile ambayo polisi walishambuliwa na polisi wawili kujeruhiwa, kikatokea kifo cha mpendwa wetu wa kulinda. Sasa somo tunalojifunza hapa ni kwamba jambo hili lingeweza kuzuilika kama watu watafata sheria. Kama yatafanyika maandamano kwa mujibu wa sheria, hakutokuwa na tafrani na vyombo vya ulinzi na usalama, na vitu kama hivi vinaweza vikazuiwa visitokee Lakini kama vyama vya siasa, kama vikundi vya kijamii vitaacha kufata sheria na kupambana na polisi vitatufikisha pale tulipofika, mahali ambapo jambo baya litatokea, na baada ya kujua ukweli tutabaki kulaumiana. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba kila mtu kila kikundi kiwe cha siasa cha kijamii cha kiuchumi, kifuate sheria. Lakini pia mtakumbuka kutokea kwa kifo cha katibu wa kata ya Ananasifu wa Chadema, ndugu yetu marehemu Dani, na maiti ilikutwa kule ufukweni Coco Beach. Ninalisema hili kwa sababu kumekuwa na uvumi mwingi unaotaka kuhusisha mauaji haya na mambo ya kisiasa. Sasa ukweli wa mambo utajulikana na wale wanaofanya upelelezi kuliko mtu ambaye yuko nje na anafanya speculation. Sasa polisi wameshakamata mpaka sasa watu wanne kuhusiana na tukio hili. Sasa kama tumeshakamata watu wanne, maana yake sisi ndio tuko kwenye nafasi nzuri zaidi ya kusema nini kilikuwa sababu ya kifo hiki na nani waliokitenda. Sasa siwezi kwenda kwenye taarifa za ndani kwa sababu jambo hili kama nilivyosema watu wangu wamekamatwa na liko kwenye upelelezi. Kwa hiyo siwezi kusema mengi kuhusu jambo hili kwenye vyombo vya habari, itoshe niseme watu wangu wamekamatwa na upelelezi unaendelea vizuri, na tuache, e, kusambaza taarifa ambazo hatuna uhakika nazo. Mtakumbuka pia kumetokea kifo cha diwani wa kata ya na mwaahala kule Kilombero. So, swala hili pia au kifo hiki pia kimehusishwa na mambo ya kisiasa, lakini wanayohusisha na mambo haya ya kisiasa ni watu ambao hawana mamlaka ya kupeleleza na wala hawapelelezi wala hawajakamata mtu. Sasa jeshi la polisi inawashikilia watu kumi sasa hivi, na kwa maana hiyo tuna taarifa sahihi juu ya chanzo cha tukio hili na kadri upelelezi unavyoendelea, tutakuwa na uhakika wa nani au kina nani waliotekeleza mauaji haya na kuwafikisha mahakamani. Mauaji haya pia hayana mahusiano yote na siasa. Tuache uvumi, tusikilizeni sisi ambao tuna mamlaka ya kukamata na kuhoji na kujua ukweli wa mambo. Ya, naitwa Ludiva Divana the sexy lady. Kupata habari zangu na masta wengine na ishi zote za mjini, unaweza kudownload app ya Global Publishers ukapata habari zote kiurahisi kupitia kidano chako, unapata habari zote kupitia mkononi mwako, ndio kudownload app ya Global Publishers.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 Nilidhani <laughs> mimi ndo mjanja, kumbe washikaji wanizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.